Habari za muda huu, ndugu mfuatiliaji wa chaneli hii leo nataka ni kupe hints chache, yaani nataka ni kupe maelezo mafupi kuhusiana na AI hizi. Kuna mambo mengi ambayo watu wengi wanahitaji kujifunza kuhusu AI hizi, hebu twende pamoja. Namba moja ni ChatGPT. Hii ni AI maarufu ambayo inasaidia watu wengi ulimwenguni. AI hii unaweza ukaitumia kwa njia tofauti tofauti ikiwemo unaweza ukaiuliza chochote na ikakujibu, yaani. Vilevile kwa wale watu ambao wanapenda kujifunza mambo mbalimbali mbali. Suluhisho lipo hapa kwenye AI hii. Ninaposungumzia AI inamaanisha hii ni artificial intelligence au ni kama roboti ambalo ukiliuliza kitu chochote huwa linakujibu kwa haraka zaidi, au kitu fulani unaweza, kwa mfano, unataka kuedit picha Unaweza ukaingiza picha yako kisha ikakueditia automatic, kwa sababu hii ina edit picha kupitia akili unde, sio wewe unatumia akili yako. Akili yako hautumii sana, ni kidogo sana, lakini hii inakutengenezea yenyewe yenyewe. Vilevile zipo AI nyingine nyingi ambazo zinafanya mambo ya editing, lakini vision mpya ambayo imetolewa kwenye ChatGPT unaweza uka editi picha vyovyote utakavyo. Vilevile naongezea kwa wale wanachuo, tumieni hii vizuri kuiuliza chochote, au vilevile ambao wanasoma shule au wanasoma vyuo mbali mbalimbali wanaweza wakatumia AI hii kuiuliza maswali mbalimbali mbali. Hata umepewa assignment, unaweza ukapasi swali tu, yaani ukaingiza swali tu kwenye application hii, kisha ikakusaidia kupatia majibu yaliyo sahihi. Tusipoteze muda sana, tuende mbele. Namba mbili ni Deepseek. Hii ni AI vile vile ambayo inatumika kama robots ambayo anaweza kujibu maswali yeyote ambayo unaweza ukaiuliza hii ime advance ni sawa tu na hiyo ChatGPT, lakini vilevile vile, hii inafanya kazi kama hiyo ya kwanza. Unaweza ukajipatia elimu mbalimbali mbali kupitia Deep Seek AI au Deep Seek artificial intelligence au akiliunde hii, unaweza kwa wale watu ambao anapenda kujifunza mambo mbalimbali mbali ya kidunia, mambo mbalimbali yanayohusiana na vitu mbalimbali. Ukiingiza swali lako au ukipasti tu swali jinsi lilivyo itakujibu haraka sana, kwa sababu unaweza ukaitumia lugha yeyote kuuliza AI hii na ikakujibu kwa haraka zaidi. Twende pamoja. AI inayofuata hii ni namba tatu, ni Gemini AI. Gemini AI vilevile ni AI mmojawapo ambayo unaweza ukaiuliza swali lolote na ikakujibu haraka zaidi. Vilevile unaweza ukajipatia elimu mbalimbali mbali mbali kupitia AI hii, kwa sababu unaweza ukajifunza mambo mbalimbali. Unaweza ukaingiza swali lako, kisha utapata majibu kupitia hii Gemini AI. au Gemini Artificial Intelligence hii bwana ilikuja kama mpinzani wa ChatGPT, kwa sababu AI ya ChatGPT ilivyozinduliwa rasmi 2022 kama matumizi ya bure, lakini Gemini AI na wenyewe wakazindua 2023 ambaye hii ilianzishwa na kampuni ya Google, yani Google hiyo hiyo unaijua. Kwa hiyo nimekuambia. Vile vile wanachuo, unaweza ukaitumia hii, au mtu kama uko nyumbani, tunapenda kujifunza mambo mbalimbali, unaweza ukaitumia AI. AI hizi ukizitumia vizuri zitakusaidia sana. Twende pamoja ili tuone AI inayofuata. Namba nne ni Grok AI. AI hii ilianzishwa na bilionea mkubwa kabisa Elon Musk na unaweza ukaikuta pale pale kwenye application ya mtandao X. Unaweza ukaiuliza chochote ni aku, ikakujibu vizuri vizuri. Vilevile unaweza ukajipatia elimu mbalimbali kupitia AI hii kwa sababu unaweza ukaingiza swali lako au ukajifunza kitu fulani, labda ukaandika pale kitu cha habari, labda unahitaji kujua What is forex? au nini maana ya forex? au nini maana ya cryptocurrency? au vitu vingi mbalimbali mbali ambavyo vinasaidia sana ambavyo vimekuwa ni teknolojia za kisasa zaidi ambayo unaweza ukaingiza pesa kupitia AI. Kingine, nawaongezea, nakumbusha, ndugu yangu, unaweza ukaingiza pesa nyingi kupitia AI hizi, kwa sababu unapojifunza mambo mengi, unaweza ukatengeneza fedha, kwa sababu elimu inasaidia kujipatia fedha mbalimbali zinazohusiana na mambo ya mtandaoni. Narudia tena wala ambao wanasoma shule, unaweza ukatumia AI hizi kuuliza maswali ambao wamepewa shuleni au wamepewa chuoni, na wakejibu kwa haraka zaidi, na maanisha assignments vile, vile projects, a vilevile na mambo mbalimbali, unaweza ukatumia AI hizi na zitakuwa zinakusaidia kuongeza ideas au kujua mambo zaidi na zaidi na kutakia siku njema. Endelea kufuatilia elimu mbalimbali ambazo huwa zinapatikana katika channel hii kwa kugusa neno subscribe, vilevile gusa na hiyo alama ya kengele na kutakia siku njema.